Ni Januari 3, 2026, ripoti za Chivihi Media zinaruka kutokea katika mtaa wa Ligula Tesi kata ya Shangani manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, ambapo katika kuadhimisha miaka 49 tangu kuanzishwa kwa Chama Cha Mapinduzi, uongozi wa kata ya Shangani wakiongozwa na Mheshimiwa diwani Mohamed Sinani wamefanya tukio la kuwafariji watoto wanaishi katika mazingira magumu kwa kuwaletea zawadi ikiwemo vifaa vya shule. Viongozi mbalimbali katika hafla hiyo wamepata nafasi ya kuzungumza mbele ya kamera za Chivihi Media wakieleza sababu iliyowafanya wao kuja kufurahi na watoto hawa katika kuadhimisha miaka hii 49 ya CCM. Majina anaitwa Mohamed Sinani, mimi ni diwani wa kata ya Shangani halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Sisi kama kata ya Shangani au kama CCM, nadhani ndugu mtangazaji unafahamu kwamba tunatimiza miaka 49 ya kuzaliwa kwa chama chetu kwa hiyo kama kamati ya siasa kama wanachama wa kata ya Shangani lakini kama wanachama wa CCM mkoa wa Mtwara kwa wilaya ya Mtwara mjini na mkoa mzima, hususan pia kwa taifa, kwa maana ya mwenyekiti wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, uh, tumepanga utaratibu wa kusherekea sikukuu hii. Kwa hiyo wako ambao wamefanya kwa namna yao, lakini sisi kwa maana ya kata ya Shangani tumeamua kufanya hili swala kwa namna hii ya kuwatafuta watoto wenye mahitaji, kwa sababu wapo watoto wenye mazingira magumu, lakini pia wako watoto ambao hawana wazazi. Hivyo basi wanahitaji kupata faraja, faraja ya kuzungumza nao, kwenda kuwakuta, lakini wakiona kama diwani au viongozi wa chama tawala kimewafikia pale walipo wao, nadhani hii wanapata faraja sana kama wao watoto, lakini pia hii tume, tume, tume, tumepewa katika vitabu vyetu vya dini nyingi sana kwa maana ya Mwenyezi Mungu ametoa miongozo kwamba duniani tuje tuhurumiane, lakini pia tuwajali mayatima wasiokuwa na uwezo. Hii ni, ni, ni kuonyesha kwamba kwa, kwa namna gani chama chetu cha mapinduzi kimetulea sisi. Kwa misingi hiyo kimetulea katika misingi ya kuona kwamba ni lazima tuwahurumie wananchi wetu, wanachama wetu, Watanzania wote kwa ujumla kama sisi viongozi kwa hiyo sisi wakazi wa, wa, wa Shangani au CCM kata ya Shangani tukiongozana na katibu wetu wa kata na kamati nzima ya siasa na wana sisemu wa kata ya Shangani, tumekuja hapa kuwatembelea watoto wetu ambao wana, wana mahitaji. Tumekuja kuwapa zawadi kidogo, lakini hii kwa kweli sisi imetupa faraja sana, kwa sababu ni jambo ambalo linatupa faraja, lakini pia tunapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia tunawahamasisha tuna na ndugu zetu wengine waje kufanya vitu kwa namna hii. Si vizuri kufanya ma, ma, yaani sherehe wakati wapo watu wenye, wenye, wenye, wenye mahitaji sisi tumeamua kufanya hii kwa sababu tunajua tuna kidogo tumekipata, basi wenzetu ambao wana uhitaji basi tugawane nacho kile kidogo. Majina anaitwa Konsolata John ya Mlima. Mimi ni diwani wa viti maalum almashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani, lakini pia mimi ninatokea kata ya Shangani. Nina furaha kubwa sana leo kuadhimisha adhimisho hili la miaka 49 ya Chama Cha Mapinduzi. Lakini sisi kama kata ya Shangani leo tumeona sio vyema sana tukasherekea peke yetu kama wazazi. Tuliona sio vyema sana tukafanya sherehe kubwa, labda wapi wapi huko, tumekwenda ukumbini, tumefanyaje? Hapana, tuliamua tulikaa, tukaongea, tukasema, sasa inafaa tuwatafute watoto, watafute watoto wetu wenye mahitaji maalum ili twende tukawaone tukawape kitu kidogo chochote tutakachowiwa ili na wenyewe wapate kufurahi pamoja na sisi wazazi wao. Kwa majina naitwa Fauzia Nguya, mimi ni mwenyekiti wa mtaa huu wa Ligula Tesi. Kwa kusema kweli, siku ya leo nimefarijika sana kwa kupata ugeni uliokuja hapa mtaani kwangu. Hawa ni wageni kutoka Chama Cha Mapinduzi kata hii ya Shangani wageni wameambatana na katibu wa kata ya Shangani katibu mwenezi, pamoja na waheshimiwa madiwani wawili, mdiwani wa kata pamoja na diwani viti maalum. Mimi nimefarijika sana siku ya leo kwa sababu kituo cha watoto wenye mazingira magumu kiko mtaani kwangu. Wao wamejitahidi wamefanya kila njia, wamekuja kuja kuwafariji watoto ikiwemo pamoja na kusherehekea miaka 49 ya Chama Cha Mapinduzi. Ninashukuru sana kwa sababu wameliona hili, wangeamua wenyewe kwenda kufanya starehe sehemu zozote zile, ila wameona waje wafurahi pamoja na watoto wetu wenye mazingira magumu. Nafikiri na watoto pia nao wamefarijika, wamepata furaha na wanajisikia kama wao pamoja na watoto wengine wote wale ambao sio mayatima. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa kweli, ninatoa wito kwa watu wengine wote wale ambao wana uwezo wajitahidi na wao waige mfano huu kupitia viongozi hao wa chama cha mapinduzi wakata shangani waende katika mazingira ya watoto wenye mazingira magumu waende wakawasaidia hawa watoto kwa sababu ukiangalia hili ni tendo la huruma na, tendo la huruma linafanywa na mtu yeyote yule kwa hiyo yu wale, wale, wale wenye maisha bora na wenye kipato basi naomba wajitahidi kwenda kuwatembelea hawa watoto wenye mazingira magumu sehemu yoyote pale walipo katika hatua nyingine mmoja ya walezi wa kituo hichi pamoja na mtoto anapata nafasi ya kuzungumza, washukuru kwa kile kilichotolewa, huku wakitoa wa wito kwa wengine wenye nacho kuja kuwashika mkono. Majina, naitwa Faisal Hassan. Nashukuru, natokea katika kituo cha watoto watima cha mama wa Baslam. Napenda kuwashukuru chama cha mapinduzi, waendelee kutusaidia sisi watoto, tunataka kama mahitaji, na kuna wengine wanayo pesa kama hizi awaju kutusaidia sisi naomba waduka wanazo waje kutusaidia. Kwa jina anaitwa Aisha Haridi ni mwenyekiti msaidizi wa kituo hichi, kituo ambacho kinashughulika kina mama wa baraza la wanawake wa Kiislamu mkoa wa Mtwara. Hiki kituo tunalea watoto ambao ni mahitaji wenye mahitajio ambao, kwa siku hii ya leo, tunashukuru ndugu zetu wana CCM kata Shangani imeona imeguswa kwa kujua uthamani wa watoto hawa na wametuletea msaada leo kwa ajili ya kuwafariji watoto hawa, na wenyewe wameadhimia kwamba ni pasda ya kufikisha miaka 49 ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kweli tumeshukuru, tunashukuru tunawambea kila laheri kwa jambo hili ambalo wamelifanya, basi lisiishia hapa tu, liwe endelevu na waone ni jukumu lao wakiwa kama ni wadau wa Chama cha Mapinduzi, chama tawala chenye hekima na kinaona utu. Kwa hali hiyo wanaofanya, tunashukuru sana. Tunawakaribisha tena na tena, karibuni sana. Kutoka ligula Ligulatesi, kata ya Shangani, maspamtwara Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara. Langu jina ni Heri Abdala, na hii ni Chvhid. Asante na kwa heri.